Uh, kitendo ambacho kilichozidi ndani yake herufi mbili asili yake ni herufi tatu, kimezidi ndani yake herufi mbili. Na tumeona kitendo hiki kimezidi bi harfain, kipo katika aina tano. Kwa hiyo tulisoma aina ya kwanza, aina ya pili na aina ya tatu. Leo insha Allahu taala tunasoma aina ta ta ya nne, arabiu aina ya nne ni tafaala yatafaalu tafaula kusema tafaala yatafaalu tafaula. Tafaula ndo masdar mausulu huko, kipimo chake nasema ya takallama yatakallam takalluma, kama umamezungumza, nazungumza, uzungumzaji. Biziadati tai fi awalihi, ni kwa kuisidisha te mwanzoni mwake, sawa. Wa wabiziadati tai fi awali wa harfin akhar, na harufi nyingine min jinsi aini fiilihi, herufi hiyo inayozidishwa hapo, herufi nyingine. min jinsi aini fiilihi, kutokana na jinsia ya aini ya kitendo chake. baina alfai wal aini, kati ya fe na nini na aini, ambapo jinsi, min jinsi aini fiilihi, ambapo nakusudia hapo, lamu imejerejea mara mbili, sile kitendo sifaala kutakalla ambayo asili yake hiyo ta ni zaid kwa kallam. Kwa hiyo hapo inojirejea ni hiyo lam ambayo jinsi min jinsi aini fi'lihi, kwa hapo nasema aini imejirejea mara imejirejea mara mbili. Umeelewa? Eh, wa binau huna jengo lake litakalluf ni ila atakalluf, ina maana gani? Nasema wa huwa tahsilul matlubi shay'an ba'da shey, wa huwa nani? Tahsil al matlub kukipata au kukifikia kinachotafutwa, shay'an baada shay'in, yani kitu baada ya kitu, kitu baada ya kitu kit so, shay'an baada shei shay, atua kwa atua, atua baada ya atua kitu kitu baada ya kitu. Yani hivi hivi kidogo kidogo, wa huwa na <tuhi> tahsilu almatlubi, kukipata au kukifikia kinachotafutwa, shay'an baada shei shay. Kitu baada ya kitu, umefikia hicho hicho na na kuja kuja hichi, sio? Umefahamu?

Yani, kunywa mafundo nashush so tajaratu alma kojongo lake li takalluf. yani, kitukipatakinafirishakwamba yani, kile kitu chako nakifanya hatua kwa hatua, nimekunywa yani, maji fundo baada ya fundo, nimejifunza ilmu masala baada ya masala, umefahamu. Wa yakunu lilmutawaa, na pia linakuwa ya, ya mutawa ambayo tumeona maana hapo jana, ala jihati takthir katika upande wa wingi na mfano kasartu zujaja fankasara, ambayo tumesoma darasa yake hiyo hapo nyuma, pia inakuwa ni ila inakuwa kwa ajili ya lisayrura sayrura

kama ilivyoja katika oh, aya yeah, katika surati Nur. Wal ayama ayim ni yule ambaye bado aja hajaolewa, sawa? anaitwa ayim.

biziadati ta kwa kuizidisha te fi awalihi mwanzoni mwake walalif al na kuizidisha alif baina lfa al walain kati ya fe na nini na ain, wabinauhu na jengo lake, lilmusharakati baina lithnaini fasaida, nila ushirikiano kati ya wawili na kuendelea. Na mfano tabada Zaid wa amru, wamejitenga mbali Zaid na Amru, afiisha musharaka. Tasalaha al alqaumu, wamesuluishana watu, nafidisha ni musharaka taharaba pigana vita, takatala mepambana, takhasama megombana, tashatama ameshutumiana, tashaba amefanana, takaraba amekurubiana, tasharaka ameshirikiana, tasaala ameulizana, tabada amekua mbadi sana, tasaada amesaidiana, tasamaha amesameana, tajadala amejadiliana, taarafa amefahamishana, takhada amefanyana, tdamefanyanaada wayakunu litasannu wayakunu nainakuwa, nainakuwa litasannu ya, ya kwa, kwa, kwa kujifanya tasannu, yani kujifanya kile kitu, hali ya una <laughs> anasema, anaelezea maana tasannu, anasema: wa huwa idharu ma laysa haqiqa. Ndio maana tasannu kudhirisha kile ambacho si uhalisia, uhakika haupo hivyo. Mithlu mfano, tamara wa amejifanya kuumwa, sawa idharu ma laisa haqiqa, ni kudhihirisha kile ambacho si ukweli. Mithlu mfano tamaradha, amejifanya kuumwa. Tanawama amejifanya Te... Tanawama amejifanya kulala. Tajahala amejifanya mjinga. Taghafala amejifanya kughafilika so, e...

inakuwa na maana hapo. Mfano, taala llah sawa, taala llah tukufu Allah. Tasama ay ala wasama ala, amekuwa juu wa sama na amekuwa mtukufu hapo. Amefasiri maana tasama ay ala, wasama ala amekuwa juu wasama na ametukufu. Yani kwa hapo inakuwa wa maana ya mujarad, yani, mujarad kama tulivyoona hapo nyuma na lazim